Mimi kisani mimi mwenyewe nilimfananisha juzi siko tunabishana kule. Tulikaa kwangu tunabishana. <laughs> <laughs> Mimi kwa kuna mwingine wao oh, yule Messi, wengine wao oh, Ronaldo, Mbappe, Mbappe. Kwa tunabishana kule. Baraka wanaolifanya. Wengine <laughs> kavaa <laughs> <laughs> jezi yule, kambea wewe yule ni Morris. Yaani yule mchezaji siri nao hapa, labda nyinyi kama mjui. Yule ni mchezaji anacheza Simba kwa mkopo, katolewa na Man City. Morris, Morisi Bam. Kiwango kikue akacheza kwenye timu yake. Man City. Ametoka Man City. Kaletwa kwa mkopo. Nisikia. Napiga vipi? Ni mchezo nisikilize. Wewe unaona Morisi kwa daraja lake kwa wachezaji unaojua wewe. Wewe unafuatilia ligi kuu. Morisi anaweza kufananisha na mchezaji gani? Kwa ligi kuu hapo nifananishie na nani? Ukisema Pakome, Pakome babu. Nani? Sawa tu. Pakome na Morisi wanafanana. Wachezaji wao tufanye sawa. Lakini ukimwangalia Morisi ana miaka thelathini mbele ili aache mpira. Pakome ana mwaka huo mmoja, aache nini mpira? Uongo, unabisha. Pakome ana miaka mingapi? Mi nimeanza kumwangalia Pakome nipo form 2, anacheza mpira huko huko kwao huko Pakome. Mi nipo form 2, naenda shule na inashule, anacheza mpira mpaka leo anacheza. Yule Morris ukimwona, narudia Pakome. Pakome kazaliwa kwao kuna hospitali inaitwa avocado expito -ex mwaka 1989 na ndio hospitali roche rosa hiyo Pakome avocado expito uh -huh. ipo huko kwa huko mwaka 1988 ndio Pakome kazaliwa <laughs> kwa hiyo Pakome asema, na msimu huo azeke ashuru, huwezi kumfanisha na Morris, ndio kwanza na miaka 17 na uh -huh. mdogo ule mtoto wake maskini na Mungu na onyo onyo onyo onyo, onyo. Yeah. onyo wadada TikTok Mama tap tap screen, tap tap screen. Mufuate yule mchezaji wetu Morris. Jela. Jela. Tunafunga tukigundua dada wote. Maana kuna dada anashinda katika TikTok usiku. Tap tap screen, tap tap screen. Mkimfuata mchezaji wetu Morris. Jela, pingu wote. Ile ni dhana ya Simba. Dhana ya Simba, Morris Ibrahim. Mtoto ambaye kajana tupasi furaha. Kwanza ukiangalia mpeo unaenjoy. Yani pasi zake anavotoa na kabisa huyu ni mchezaji. Huko namtare budo. Hapa nyuma hapa, sasa nyuma kidogo una ule Kante. Sasa ule Kante, kadri siku zinavyozidi kwenda kiwango chake kinapanda. Mnabisha nyu andishi. Kipinda anacheza mechi ya dabi kila mtu alimkataa. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, kiwango kinafanya nini? Simba ndio timu yenye wachezaji quality player kuliko timu yoyote Afrika mashariki na Kati. Yani Simba ndio timu yenye wachezaji bora kuliko timu yoyote Afrika mashariki na Kati, sio Yanga, sio Mtibwa, sio nani, siyo nani. Simba ndio timu yenye wachezaji bora mmoja mmoja kwa quality yeah. Ukimchukua huyu ukichukua ukiunganisha, unapata combination, ndio maana Simba inaweza kupa matokeo mechi yoyote. Ametufunga yeah. Dabi, Dabi si yeah. si si si yeah. Kwa si uwezo, si uwezo, tumecheza mpira mkubwa uwanjani yeah. Yeah. awtaa tu ajifunze ajue kwamba timu wanaocheza ni timu kubwa, ujue mashabiki wengi atupenda. Kuongeaga ukweli ujue, mimi naminigi ukweli mm. namjenga mtu mimi, ma ma ma maisha ma yangu naaminigi hivyo, ndo mimi siogopai kumwambiaga mtu ukweli, kwa sababu ni timu yetu tunaipenda wote. Unaponyamaza unaficha fi, una ugonjwa hawa Anapocheza ajue kama vile anaichezea Simba Sports Club. Anatakiwa ajue hii ni Simba timu namba tano Afrika. Hawezi kucheza mpira kama ule wa kitoto kwenye boksi huku sisi tunasubiri matokeo tumejazana hapa Coco Beach. Si ndio? Tunajua ni namba kumi kwa mfumo wa Simba ulivyo. Namba kumi ndio kiungo mchezeshaji atakuwa amue nini matokeo. Kwa hiyo anatakiwa anapocheza Simba ajue anatumikia timu ambayo inahitaji matokeo na inafanya vizuri muda wote. Aache utoto. Asije akasababisha tumkumbuke chama kurudi. Tunamwambia kabisa Ahoua asije akasababisha tukamkumbuka chama kufanya nini, kurudi. Kwa sababu mechi hizi hazihitaji mdhaa kwenye box, kwa kama namba 10 kakosa magoli mawili ya wazi ya na sio mara moja, hata msimu uliopita. Kwa hiyo hawala atakuwa ajitume na ajue kwamba anacheza timu ambaye ina mashabiki na inahitaji matokeo.